Mm -hmm. Utamba pia alitangaza zawadi ya dola milioni 4 sawa na shilingi bilioni 10.4 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa washirika wawili wa M23 waliokimbilia mafichoni Pirot Luara na Ivenge Baelenge. <laughs> Imeendelea sana hii taarifa, lakini tuishie tu hapa kwamba mm -hmm. Imetangaza dau hilo, yeah. Mwalimu. Sawa sawa. Watusema kwa mujibu wa BBC ni dola milioni 5. Yes, dola milioni 5. Yes, dola milioni 5 ambazo ni sawa na bilioni 13 za Tanzania. Na nafikiri unamfahamu Konstantini Mutamba, mm -hmm. ni waziri wa katiba mm. na sheria katika mm. taifa la Kongo, ndio yule aliyekuwa ananyonga wale vijana wa Kuluna. Mm. Nafikiri watu wanamfahamu mm. na Konstantini Mutamba hana hana, hana mchezo kabisa katika hilo swala na hata juzi juzi hapa wanasema alikuwa ameenda Mali ambayo imethibitika kabisa, kwenda kuomba msaada katika taifa la Mali mm, kupambana na M23. Sasa huko upande wa M23 wenyewe yuko huyo Bisimwa aliyetajwa lakini yuko Emmanuel Sultani Makenga kwa sababu wengi wanachanganya, wanadhani Colonel Nangaa ndiye mkuu wa M23 hapana. Kwanza, by the way Colonel Nangaa huyu ni, ni Mkongomani, lakini hawa wengine waliotajwa hawa ni Watutsi ambao sasa kwa mujibu wa serikali ya Kongo wamekuwa wakiua binadamu uh -huh. wasiokuwa na hatia, raia wasiokuwa na hatia juzi. Lakini tumeona juzi juzi hapa Colonel Nangaa alienda kwenye kanisa moja hapo hapo na yule bishop pale au yule mchungaji pale alimpa za uso hapo hapo. Mm -hmm. Alimwambia kabisa mimi mm -hmm. sikuogopi kwa sababu kwenye listi ya kutaka kuwawa na mimi mmeniweka kwenye hiyo listi, umeona? mm -hmm. Kwa sababu hili ni kundi linafanya shughuli wao wanajiita ni ni, ni, ni ni wa ni, ni, ni waasi wanaotaka haki, lakini mwanzo walikuwa wanajificha kwenye kivuli cha kuwa wao ni mm -hmm. Watutsi naoishi ndani ya Kongo ambao wanatakiwa wapatiwe haki yao kwa sababu mm. ya kunyanyaswa mm. Ok, sawa, tusilikatae hilo. nitakuja mm -hmm. kulielezea vizuri baadaye mm -hmm. ndio maana unakumbuka wakati wa Mobutu Sese Kuku Ngbendu wa Zabanga mm -hmm. ye aliweka sheria kuwa mtutsi yoyote ndani ya Kongo mm -hmm. anatakiwa huyu aondoke au, au atambuliwe kama ni mkimbizi kwa sababu ilionekana sasa mm -hmm. wako maeneo yote, Burundi wako Kongo, wapo Rwanda wapo Tanzania wapo mm huku -hmm. Ndo bana unaona sasa, huyu nani huyu, uh, Mobutu Seseseko yeye alisema kuwa hapa, mm -hmm. na hawa kusiwe hivi na hivi, lakini bwana uh, Deogratias Festo mm -hmm. angalia, madai ni watutsi kuwa wananyanyaswa mm -hmm. na serikali ya Kongo, ndo yalikuwa madai na ukweli, ukawa wameipindua goa auaa. Lakini sasa safari kwenda mpaka Kinshasa kuipindua serikali ya ongo skama nipata naiongelea, wao wako huku mashariki mwa Kongo na wamedai kuwa wananyanyaswa na serikali ya Kongo kwa sababu wao ni Wakongomani kutokana nanini, kutokana na historia. Lakini sasa swala la kwenda kupindua serikali ya Kongo anauinuaayaoo toka wapi tena? mm -hmm. Ndio maana hasa umeona waziri wa sheria huyu Konstantini Mtamba mm -hmm. ameamua na kutangaza dau hilo la bilioni kumi na tatu mm -hmm. kwa mtu ambaye ataweza kudili na nani? Kudili na hawa watu mm -hmm. Lakini ukweli ni kuwa wangekuwa walishaenda mm -hmm. mpaka kisasa mm -hmm. Lakini pale kuna vijana ambao ni vijana wazalendo, ambao Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, mm -hmm. alimteua General Amuri am, am, ya kutumba mm -hmm. kuweza kuwa train hawa vijana wanaoitwa jeshi la akiba, ili kuweza kuwa train vizuri, wakashika sasa mijegeje ile, wakashika zile bunduki sasa. Kwa mantiki hiyo, ni kuwa hawa ndio wamezuia M23 wasiweze kusonga mbele kwa sababu, tuna maana mtu kiongea hivi, M23 usifikirie ni hivi hivi kwa sababu pale wameua watu kweli, wameua raia kweli, ndio maana huyu mchungaji alimwambia Colonel Nangaa. Lakini Colonel Nangaa mwenyewe tuliona juzi juzi hapa mm, ameanza kuomba msamaha kwa mm, Felix Tshisekedi kwa sababu huyu, kwa mujibu wa serikali ya Kongo, anatakiwa kunyongwa huyu bwana, kwa sababu ni uhaini, ni kesi ya uhaini mm, kwa akaanza kuomba na akaanza kuwa kuwaambia M23, oh, jamani, msiuwe ndugu zangu, msiuwe wa Kongo ni wenzangu. Sasa wewe ulipokuwa unaenda kujiunga nao ulikuwa haujui eh? Yani hayo yote anapokuja kutokea ulikuwa hujui? Ndio maana sasa hivi anatafutwa dead or alive, anatakiwa anatafutwa, yani mwili wake uwe umekufa au a, akiwa hai huyu mm. Colonel Nangaa. Colonel Nangaa nimekuambia hapa, amewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika taifa la Kongo mm. Uh, na ni Joseph Kabila anachia madaraka na kumpisha Chisekedi, Colonel Nangaa alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi mm. ndio madai alikuwa anayadai kuwa huyu uh, uyu, Felix Chisekedi ni mm. mimi ndio nilifanya makosa kumtangaza mm. kwa inabidi niende nimpindwe, ndio gia aliyoingia nayo mm-hmm. kwa hiyo matokeo yake, mwisho wa siku hawa wanafanya shughuli za kigaidi hawa mm. wanafanya shughuli ambazo ni za kuua Wakongomani, hivi vita tangu hapo, umesikia hizi vurugu zilivyoanza hivi mm. Mm. Maisha ya Wakongomani zaidi elfu kumi, mm. ya elfu kumi wameshapotea tayari mm. Sasa ndio maana siku ile nilikuambia mgogoro sasa ulipofika mm. hapa mm -mm. unahitaji sasa eh, yaani kuchukuliwe maamuzi serious kabisa mm. Ndio maana unaona dau hili limetangazwa. Kwa hiyo hiyo ni fursa, kama unaona wewe na wewe unaweza ukaenda kule uka mtafuta Nangaa alafu kapeleka kichwa chake kapelekea Konstantini Mtamba manake una bilioni 13. mm -hmm. Lakini kazi pia ya kumpata Nangaa sio kazi ndogo kweli, yeah, sio kazi ndogo, kwa sababu sasa huyu yuko katikati hapa, lakini hawa viongozi watatu, maana huyu ni kiongozi wa muungano wa haya makundi haya ya, hmm, nini ya, ya waasi wanaojiita makundi ya kisiasa lakini makundi ya kisiasa yanayofanya shughuli za kigaidi eh, maana kuua watu, ukisema mimi ni kundi la waasi huku ukiua raia, si hapana? Hiyo kwa hiyo kuna Colonel Nangaa, kuna huyo bwana Bisimwa, lakini kuna Emmanuel Sultan Makenga ambaye yeye ni kiongozi wa M23. Kwa hiyo maana wanatafutwa, hmm, hawa, hmm. Sawa, so, ni hayo ambayo yanaendelea uh, kutokea Afrika uh, katika nchi ya Kongo, na tumetazama pia kwa upande wa uh, Marekani uh, uh, pamoja na Ukraini.